Ukitaka kuongelea uchumi wa, dasla, wa, wa Tanzania unaongelea uchumi wa Dar es Salaam. Hapa ndio kitivo cha kila kitu, lakini ukitaka kuongelea uwekezaji wa viwanda na kadhalika uwezi kuiacha Dar es Salaam. Ndio lango la uchumi na kwa sababu hiyo mazuri yanayoendelea kufanywa kupangwa na serikali yetu ya awamu ya tano ya kuwajengea Watanzania hali ya kujiamini kuelekea uchumi wa kati 2025, lakini kuimarisha uchumi wa viwanda na kupitia kauli mbiu ya hapa kazi tu, waheshimiwa, wameendelea kuwaalika wawekezaji kutoka nje kuleta mitaji yao ili kuja kuwekeza nchini. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikashawishi wawekezaji hao kutele, kutekelezeka kwa maelekezo hayo Kunaweza kukafanywa tu kama tutaendelea kuifanya Dar es Salaam kuwa salama. Tukiifanya Dar es Salaam kuwa salama, hakutakuwa na shaka ya watu kuleta mitaji yao. Duniani kote, hakuna mwekezaji aliye tayari kwenda kuwekeza mahali penye vurugu, mahali ambapo hakuna utawala wa sheria, mahali ambapo kila mmoja anaamka na kufanya analofikiria. Mitaji haiwezi kuletwa, lakini kwa mazingira haya tunayokwenda, nina uhakika kila kitu kitaendelea kuwa sawa. Kwa upande wa askari, maafisa wakaguzi na askari wenzangu, niseme tu kwamba ni vizuri tukajielekeza katika kuyatenda yale yanayotakiwa. Asilimia 99 kazi zinafanyika vizuri, lakini asilimia moja ambao ni wachache sana wanakengeuka kwa kujihusisha na vitendo vinavyomomonyoa maadili ya afisa wa polisi. Tunapowapongeza wachache hawa waliofanya vizuri zaidi, niwaalike wote ile asilimia moja ambayo naiongelea, kila mmoja rudi kundini. Hakuna mtu atakayevumiliwa kwa kuendelea kuendekeza vitendo vya rushwa, ubambikizaji wa kesi utendaji wowote usio na kiwango ndani ya kanda maalum, hatuwezi kuvumilia. Tunapongeza wanaofanya vizuri, lakini lazima tushughulike pia na wachache wanaotaka kuharibu taswira nzuri ya jeshi la polisi. Tukiyafanya hayo, wananchi wanakuwa karibu yetu, wanaendelea kupenda kushirikiana nasi, lakini wataendelea kutuchangia pale ambapo bajeti haitoshelezi, na mwisho tutajikuta tunatimiza dhima na madhumuni ya jeshi la polisi ambayo ni kulinda maisha ya watu na mali. Ndugu zangu, leo si siku ya hotuba kubwa. Ilikuwa ni kuwatambua vijana hawa saba ambao na mmoja ambaye amehamishwa, saba ambao leo tume tumewavalisha vyeo, nikitimiza uh, kazi yangu ya kumwakilisha afande Inspekta Jenerali wa polisi aliyoitamka na leo nimeikamilisha, kwa kuwavisha vyeo. Narudia tena kuwapongeza vijana hawa, lakini kuwaalika wote waliobakia watamani kuingia kwenye kundi hilo la kufanya kazi kwa viwango vinavyoridhisha na vinavyopelekea sasa wakatambuliwa hawa vijana.